Jimbo letu lilikuwa na zahanati kumi na tatu tu, kumi na tatu. Yaani toka jimbo lianze mwaka tisini na tano mpaka mpaka elfu mbili na ishirini tulikuwa na zahanati kumi na tatu tu. Ndani ya mia, miaka hii minne na nusu mitano tumeongeza zahanati kumi na mbili Tumefanya zahanati katika jimbo letu kuwa ni mara mbili ya zile ambazo zimekuwepo toka tuzaliwe. Lakini kwa upande wa vituo vya afya, tulikuwa na vituo vya afya viwili, kimoja cha pale Msae na kingine kilikuwa ni hapa Kirua Vunjo Magharibi. Ndani ya miaka hii minne, namshukuru Mungu na Mungu am, am, amrehemu mheshimiwa, waheshimiwa wote kwamba kusema kweli wametuwezesha tu, tumeongeza vituo vingine vinne. Tumeongeza kituo kule Kae Magharibi, kituo cha afya kingine tumekiongeza hapa OPD Himo, ambayo ilikuwa inafanya kazi kwa masaa tisa. Sasa hivi OPD Himo inafanya kazi siku nzima, usiku kucha, na niseme kwamba katika kituo hiki cha OPD ambacho sasa hivi ni kituo cha afya kinachoendeshwa vizuri chenye wataalamu wengi na vifaa vya afya vingi. Kituo hiki pia kimepata digital x-ray x-ray ambayo ukienda Marekani, ukienda Ujerumani, ukienda India ndizo zinatumika sasa hivi digital x-ray ambayo inauzwa moja inauzwa shilingi milioni mia mbili na naamini kwamba Wanavunjo wamekuwa sasa wanaweza wakapata huduma ya kupima x-ray pale kwenye kituo kile, kwa bei na full almost ya kutupa, ni shilingi elfu kumi badala ya elfu ishirini na tano wanazodai wanazorea kwenye hospitali eh, binafsi. Kwa hiyo nataka niseme hiyo tumepata, lakini licha ya hivyo licha ya hivyo pale kwenye kituo cha, cha, cha, cha, cha, um, cha Himo cha afya tumepata gari ya, ya wagonjwa gari mpya ya wagonjwa iko pale na niwaambie kitu gani? Ukipiga simu kama unahitaji huduma ya gari ni bure, ni bure, na ukienda pale ni bure. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunamshukuru sana serikali ya, ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kututendea haki na kutukomboa kwenye matatizo kuwa nao, lakini tumefika kituo cha afya eh, pale maraot eh, ni kituo ambacho kilikuwa kimeanzwa miaka ishirini iliyopita lakini hakikatelekezwa Alafu baadaye ule msingi ukaoza, lakini nani kama Samia Suluhu Hassan, sio? Hakuna, sema hakuna, hakunaga. Niko hapa Vunjo mimi, bwana, sinaga unafiki. Ukishakuwa mnafiki wakati wa ujana, ukiwa mzee utakuwa mchawi. Mimi nimpongeze sana Dr. Kimei na profesa, mnao wabunge wasomi, hawana maneno mengi, ni kazi. Au nyinyi mnataka watu kupigapiga kelele? Nataka nikiri, toka nimeanza kuzunguka Tanzania nzima, sijakutana na taarifa nzuri kama hii. Dokta, sijawahi kuona taarifa nzuri ya mbunge kama ya kwako. Kuna usemi eti mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Hivi ya akinyongwa haki anaipata sangapi? sisiem ye. Jamani, mi sitaki unafiki. Humu mtu akikipata hiki kitabu, hamna maswali. Kaenda kata kwa kata, mradi uko katika hatua gani? umekamilika, unaendelea. Lakini ni mkweli, palipo na changamoto anaeleza. Mpigieni makofi mbunge. Itabidi kit kitabu kingine unipe nikampe katibu mkuu. sisiemu oye ah, mimi sinaka unafiki kwa kweli. Eh, najua kuna joto la uchaguzi, ila sifa zangu zipokee, Dkt. Kimei kwa kazi nzuri uliyoifanya.